Pekee unachoweza kukivuta kwenye maisha yako ni kile ambacho umekiweza. yes. you cannot pull what is above you. Unamwona huyu jiana alivyo mnene, nimwambie huyu kazana mwinue huyu baba, utadondoka. Why? Because ko, hawezi kuvuta ambacho hana uwezo nacho ko. Manake huwezi kuivuta hela kwa sababu hela wewe umeipa ukubwa. Ishushe hela thamani ishushe hela Shushe. Shushe. Ionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. Mimi. Ionyeshe fedha hauna nguvu kuliko mimi. I can send you, I can call you, I can send you, I can call you, I can send you. You cannot send what is not Huwezi kutuma ambacho sio mtumwa wako. Yes. Ninyi wengine mnatumwa na hela. Hela ndio inawapeleka huko. Mambo iko huku huyo. Now you become a slave now. No joy in your life. You cannot enjoy God, you cannot enjoy the kingdom. You become a slave. God wants you to be master of money, master of wealth as you are depending on him. Kwenye Biblia yametuonyesha anao matajiri kibao. Na hukuzitegemea, hukuzitegemea. Solomon anapewa kwa mara ya kwanza nchi na Mungu, anaambiwa omba lolote nalotaka, omba hekima. Hata baada ya kupewa hela na Mungu, the first day anapewa madaraka, anachukua ng'ombe elfu moja, na watoa kafara. To tell you what, he gave God Ngombe mmoja ni sawa sawa na shilingi ngapi? Milioni moja for, let's say, the big cow. So the man is giving 1 billion to God, 1 billion, 1 billion in one day. Understand? Sio in a year, in one day. Usiku kwa manani, Mungu anamtokea anamwambia, "Hey, watu watuagi sadaka afu wakalala. Amka, niambie unasemaje? What do you want Kanaisho? Yes. Kanaisho, yes. You? Alitoa monetary value kwa namna ya ng'ombe. Alafu alicho kiomba sio ng'ombe. Aliomba kitu kingine kabisa sio ng'ombe. Mungu akamwambia, hekima nimekupa. Lakini hiki ulichokitoa kwa kuwa umekitoa, chukua. That's the reason we give. Hatutoi kwa sababu kanisa linahitaji msaada. Hatuchangii kanisani. Kanisani hatuchangii msaada. Kama umekuja hapa na mentality ya kuchangia kanisa, aliondoka nayo. Hey, Pastor Tony jamani. Hmm. Hey, unajua nimemuona yule Pastor na ubili vizuri kweli, nataka nimchangie. He, dada yangu kanu ile plastiki angalau mimi nichangie kwenye mdomo wako kuwa mwekundu labda au blue. Wengine mna plastiki za blue hapa Unasikia anachokisema watu wa Mungu? Amen. Do you hear what I'm saying? Yes. It's very important to underestimate, to downgrade value. Yaani, fedha isike moyo wako umeshika. My faith is on God. Not on my money. On God. On God. Na ukimwamini Mungu, ukimtumaini yeye kila wakati, he He He will will will show show show up you You You and will never never be the same. Never be the the same. same. Maisha yako itabadilika, amani yako itabadilika. Yes. Utakuwa na rest. Vitu viwili, amesema ufalme wa Mungu ni nini? Furaha, amani. Amani. Haki na furaha katika Roho Mtakatifu. Yesu akasema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Yesu anakuita watu walio tua mizigo tayari, aliita watu ambao tayari wana mizigo yao. Yesu anakuita watu wenye mizigo, aliita watu ambao hawana mizigo, aliita watu ambao wenye mizigo yao, ili yeye awatue mizigo, wakiondoka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 kile kitu ambacho anafunguaga ng'ombe. Unaijua nira? Anafunguaga ng'ombe na ng'ombe mmoja alafu, anakuwa anatembea anakwenda na yeye, mwingine anaenda, au ng'ombe mmoja mwenye nguvu anafungwa na ng'ombe mwingine ili asije akaama njia, hasa ng'ombe wale wanaolima. Kwa anaenda naye tu namna hii. Wanaenda ng'ombe mmoja. Kwa sababu amefungwa njia moja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 Anasema nimeweka njia mbili mbele yako, mauti na uzima, baraka na laana. Anasema chagua uzima upate kuishi, wewe na watoto wako Yes. You can only live with your children when you choose life. Yes. When you choose life. Choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. Choosing life is choosing him. Anasema maneno yanathibitika kwa watu wawili au watatu, maana kuanzia leo uwe makini unachokisema, yes. Yanathibitika kwa watu wawili au watatu. Nao anaposema watu wawili au watatu sio lazima wawepo moja mbili tatu no, no, no. Wewe ni wewe moja, lakini wewe ukisema neno lile lile mara ya pili ni watu wawili, wewe ukisema neno lile lile mara ya tatu ni watu watatu. Kwa hiyo ukitaka kufanikiwa, jifunze kubadilisha unachokisema. Amen. If you say today I am poor and tomorrow I am poor and day after tomorrow I am poor, ni three people wamesema I am poor. Anything you are going to say from today three times, limethibitika. You say once, umekumbuka clear. Yes. Otherwise, litathibitika litakaa kwenye maisha yako. Mimi ni wakuharibikiwa tu, mimi siwezi kufanikiwa tu. Nasikia anachokisema, anza kumuona Mungu anaweza kukupa settled life. Anza kumuona Mungu anaweza kusaidia kukupa maisha yaliyo na utulivu. Anza kumuona Mungu anaweza kusaidia maisha yako akapiga hatua. Anza kumuona Mungu anaweza kusaidia kukubadilishia namna ya kuishi. Anza kumuona Mungu anaweza kutajirisha kuliko fedha, naweza kumtajirisha mtu. Amen. So we depend depend him. We don't depend the riches. Riches that don't make make people people rich. rich. It is God who make people rich. Utajiri unamfanya mtu kwa tajiri. Ni Mungu nafanya watu kwa matajiri. So kila wakati tunapoitwa kutoa sadaka zetu, au kufanya kitu chochote kwa ajili ya Mungu, tunapowekwa tunapowekwa tunapowekewa ndani ya mioyo kufanya kitu na Mungu. Never think in your mind that that you you need need that thing than you need God. Moyo wa mtu ulipo Hazina za mtu zilipo ndipo moyo wake unapokuwa. Mungu kwanza. Yes. Mungu kwanza. He can change your life in a day.